na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha hivi hivi kwenye maisha yetu, bali ametuletea vitu ambavyo vitatufanya sisi tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametushushia sisi kitabu, kitabu cha Qur'an kuwa ni mwongozo, mwongozo ambao utatufanya sisi tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho asara. Mbali ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea mwalimu ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam

Katika Suratul Asr Allah subhanahu wa taala ametueleza mambo ambayo kama tutayafanyia kazi katika maisha yetu, basi bila shaka tutakuwa ni miongoni mwa wale ambao watakaepukika na adhabu za Allah subhanahu wa taala na kuingia katika mafanikio katika maisha yao hapa duniani na kesho athar. Kila siku ya Mungu sisi binadamu huwa tunalalamika na tunasema ya kwamba muda ambao tunao katika maisha yetu hautoshi kwani hakika tuna majukumu mengi ya kutekeleza katika maisha yetu, ikiwa majukumu yetu binafsi ya kujiendeleza na kuweza kujipatia uchumi katika hali moja ama nyingine, ama ikiwa katika majukumu ya ya kifamilia, ikiwa tayari una familia una mke na watoto, ama pia kuwa karibu na wazazi wako na kuwa kuwa miongoni mwa wale ambao wenye kuangalia wazazi katika hali moja ama nyingine, na majukumu mengi ambayo tunayo katika maisha yetu. Sisi huwa mara nyingi tunalalamika na kusema ya kwamba hatuna muda wa kutosha katika maisha yetu, lakini muda huu huu ambao tunaongelea katika maisha yetu ni muda ambao ni hazina kubwa ambayo Allah subhanahu wa taala ametupatia kwenye maisha yetu hapa duniani, na ni muda huu huu ambao Allah amewapatia wote ambao waliokuwepo katika maisha yetu hapa duniani kwa maana ya kwamba wale ambao tuliwaona wamefanikiwa katika hali tofauti hawakuzidishiwa muda kwamba wamepewa muda zaidi ndani ya siku moja zaidi ya wengine, bali wote wamepewa masaa 24 katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutueleza jambo, jambo ambalo tunahitajika sisi kuweza kulizingatia katika maisha yetu, na ndipo hapo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoishusha Suratul Asr

Hakika sisi maisha yetu ni muda, kila unavyokwenda ndio muda unamalizika kwenye maisha yetu sisi. Hatuitoishi hapa milele katika maisha yetu hapa ya duniani, na kama vile Allah subhanahu wataala anatuzindua, anasema angalieni suala hili la muda na unafuta. Allah subhanahu wataala amevitaja vipindi mbalimbali vya muda ndani ya Quran, ikiwa muda wa Asr, ikiwa muda wa Fajr. Kwa nini anatuhitajia sisi tuzingatie? lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi tuzingatie suala la muda kwenye maisha yetu katika hali ya ukubwa, kwa sababu maisha yetu yenyewe ndiyo muda huu ambao tumo ndani yake, pindi ambapo alipokuwa ameafia huo muda. Maana yake kwamba Allah anasisitiza, anasema angalieni suala hili, kwani hakika ya muda ni suala ndio kubwa katika maisha ya binadamu, ni neema ambayo iliyokuwa kubwa katika maisha yetu hapa duniani. Huu muda ambao Allah ametupatia ni muda wa sisi kuweza kujiandaa kwa ajili ya akhera yetu. Huu muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia si muda wa kupoteza hivi hivi, lakini sisi binadamu huutumia muda huu kutokana na matamanio yetu, ama huutumia muda huu kwa kutumia, kwa kupitia kutumia, kutumia, mambo mbalimbali ambayo huende ikawa mambo hayo yasiweze kutunufaisha na badala yake kutuingiza katika adhabu za aina mbalimbali.

kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam jinsi gani ambavyo tunavyohitajika kutumia muda katika hali tofauti. Na hata ukiangalia vipindi vya sala alivyoviweka katika maisha yetu, Allah subhanahu wa ta'ala ameviweka na kuvitawanya katika siku nzima, kwa maana ya kwamba kila baada ya kipindi cha sala, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anatwambia, huu ni muda wako kufikiria nini ulichokwisha kukifanya katika kipindi kilichopita kabla kipindi hichi kuingia. Basi jitahidi ujirekebishe katika mambo ambayo wewe unayafanya ambayo unahisi ni mambo ambayo si mazuri mbele ya mola wako, na baada ya hapo ufanye aliokuwa bora katika maisha yako. Kwa hiyo hivi vipindi vimewekwa ili kuweza kutuongoza sisi katika masuala yaliyokuwa ya kheri mbele ya Allah subhanahu wataala, na ndipo hapo tunapopata maana ya sala Allah aliposema, ina salata tanha anil fashai walmunkar Hakika ya swala hii Allah subhanahu wataala alitufaradhishia katika maisha yetu, ni swala ambayo itatukinga sisi na maovu na machafu yote kwenye maisha yetu. Moja katika njia ya sisi kuepukana na maovu na machafu kwenye maisha yetu ni pale ambapo tunapokaa chini baada ya kusali na kuweza kufikiria nini tunachokifanya katika muda uliopita na nini tutakachoweza kukifanya katika muda unaofatia ili tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao watakaopata radhi na maghfira na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo ambavyo Allah alivyokuwa ameitengeneza ile sala ili kutuweza kututengeneza katika maisha yetu na kutusaidia tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu. kwa muda ni suala muhimu katika maisha ya binadamu. Leo unamkuta binadamu huyu ambaye analalamika kwamba hana muda, lakini ana muda afukaa katika siku na kutumia simu yake na kuangalia vitu mbalimbali kupitia katika social media za aina mbalimbali ikiwepo YouTube ama Instagram ama Facebook na kutumia muda wake mkubwa kwenye kuangalia mambo ambayo hayatomnufaisha ama mambo mengine ya humuingiza katika kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo baada hapo tunalalamika kwamba sisi hatuna eh, motivation, hatuna eh, hamasa ya kuweza e, kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya amali njema za aina mbalimbali kwenye maisha yetu katika kama vile ambavyo tunavyohitajika kufanya. Kwa nini? Kwa sababu tunaangalia vitu ambavyo havitupi hizo hamasa za kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunasikiliza mambo ambayo hayatunufaishi sisi na kutuweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binadamu, imefanyika research inaonekana kwamba huyu mwanadamu katika siku miongoni mwa wengi katika hii dunia hutumia simu yake mpaka masaa saba katika siku. Masaa saba Allah ametupa masaa 24, na katika masaa 24, masaa saba tukiyatumia katika kuangalia simu tu ama kuangalia social media za aina mbalimbali, mambo ambayo hatunufaishi katika hali moja ama nyingine, masaa aliyobakia ni machache sana hapo kuna masaa mengine nane e, takriban ya kulala. Kuna masaa mengine mtu unahitajika ule upumzike. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba muda wako wa kuweza kufanya vitu ambavyo vitakunufaisha mbele ya Allah unakuwa ni mdogo sana. Allah anasema innal insana lafi husr. Huyu mwanadamu akiwa si mwenye kuzingatia hii ni suala la muda, basi bila shaka atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakaoingia katika hasara kwa hiyo jambo la kwanza ambalo muhimu la kulizingatia, kwamba kama sisi tutakuwa hatuchungi muda ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, kama sisi tutakuwa tunautumia huu muda vile tunavyotaka sisi wenyewe kwa kupitia matamanio yetu, basi bila shaka tutakuwa ni miongoni mwa watu ambao waliopata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuhusiana na wale ambao watakaofanikiwa mbele yake ama wale ambao watakaokuwa hawatoingia katika hiyo kasara mbele yake, badala yake wataingia katika radhi na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah ameweka masharti maalum, na hapa ningependa tufahamu vizuri, Allah ametuwekea masharti ili tusiye miongoni mwa wale ambao watakaokuwa wamepata fasara mbele yake. Na masharti hayo ni yapi? Allah kazungumza akasema, aya inofuatia innal ladhina amanu Isipokuwa wale wenye kuamini. Sharti la kwanza Allah aliyoliweka ni imani. Imani katika maisha yetu ndiyo ambayo yenye kufanya mambo yote tunayafanya mbele ya Allah subhanahu wataala kuweza kukubalika mbele ya Allah subhanahu wataala, kwa maana ya kwamba bila ya imani yote ambayo tunayafanya mbele ya Allah subhanahu wataala ni sawasawa na jambo ambalo lilikuwa halina uhai ndani yake ni sawa sawa na mti ambao ulikuwa hauna matunda ndani yake. Hii iman ni jambo ambalo lilikuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wataala. Jambo la kwanza Allah anatuhusia tumwamini, e, na tumwamini kidhati. Kumwamini si kwa kuzungumza tu, tumwamini ndani ya nyoyo zetu, kwamba tumthibitishe huyu Allah subhanahu wataala kuwa ndiye mola wetu pekee katika maisha yetu. Allah subhanahu wa taala anatuhitajia sisi tuliangalie hili swala la imani katika hali ya upana sana, tusije tukamshirikisha Allah subhanahu wa taala katika hali moja ama nyingine, ikiwa kumshirikisha kwa kuabudia viumbe vingine, ikiwa kumshirikisha kwa kufanya mambo kwa kujionyesha katika maisha yetu, bali tunachotakiwa tufanye, tufanye kwa ajili ya imani tuliokuwa tunayo mbele ya Allah subhanahu wa taala, tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala Tunapofanya mambo tufanye kwa ikhlas kumridhisha Allah subhanahu wataala pekee na wala si kuviridhisha viumbe vyake Allah subhanahu wataala. illa alladhina amanu, Allah anasema, isipokuwa huyu ambaye atakayekuwa mwenye imani, huyu atakuwa ametekeleza sharti la kwanza, na baada ya hapo, no waamilu salihat, na hiyo imani yenyewe ifatiliwe na matendo yaliokuwa mema na hapa angalia Allah hakusema tendo lilokuwa jema amesema matendo yalokuwa mema, kwa maana ya kwamba tufanye matendo ya aina mbalimbali ambayo yalokuwa mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna matendo, mamilioni ya matendo yalokuwa mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi ambapo tukayafanya matendo hayo eh, katika hali ambayo Allah atakayokuwa ameridhika nayo, kwa maana tukayafanya kwa ikhlas

tuwe ambao wenye kutenda mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani haya mema yetu ndiyo yatakayotunufaisha, sio hapa duniani tu bali mpaka kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia sehemu tofauti ndani ya Qur'an, Allah anazungumzia kuhusiana na kutenda matendo yaliokuwa mema. Lakini matendo hayo mema yenyewe yawe ni matendo ambayo yenye kikuwa na ikhlasi ndani yake kama nilivyokwisha kuyazungumza. Allah katika sehemu nyingine ndani ya Qur'an anasema Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum mm. ahsanu amala. Allah anasema ameumba umauti na uhai ili kukujaribuni, kukujaribuni katika swala gani? ayyukum ahsanu amala, nani miongoni mwenu atakuwa ni mwenye kutenda matendo yaliyo bora. Kwa maana kwamba maisha yetu yote hapa duniani ni maisha ya mtihani, na Allah subhanahu wa taala anatuhitajia sisi tunapopata mitihani ya aina mbalimbali kwenye maisha yetu basi tuwe miongoni mwa wale wenye kutenda matendo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakayoridhia katika maisha yetu. Kwa maana ya kwamba hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anapozungumzia kutenda wema, tutende wema ama tutende matendo ambayo katika kila hatua ya maisha yetu yatakuwa yanafuata misingi ya kukubalika mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ya kwamba tutende kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha na kutufahamisha kupitia ndani ya Qur'an na kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam alivyotufahamisha kupitia katika hadithi zake za aina mbalimbali. Sio tufanye tu mema vile ambavyo tunavyotaka sisi wenyewe, la bali tufanye wema vile ambavyo Allah subhanahu wataala anatuhitaji sisi tufanye katika maisha yetu. Lakini mbali ya hayo, sisi binadamu hatuwezi kufanikiwa peke yetu. Ndio maana unakuta sharti la tatu Allah aliloliweka aliyosema, wa tawasau bilhaq na hawa wakawa ni watu ambao wenye kusaidiana wenye kuhusiana katika masuala ya haki, kwa maana ya kwamba sisi binadamu hatuwezi kufanikiwa peke yetu, lazima tuwe tunakaa pamoja, lazima tuwe tunakaa katika hali ya, ya undugu katika maisha yetu ili tuweze kufanikiwa. Na ndio maana Allah akasema watawasau bil haq. Hatuwezi kusimama kwenye haki ikawa wewe uko peke yako, ni kazi inakuwa ngumu sana lakini mkiwa pamoja basi mnakuwa ni wenye nguvu na, na, na mnakuwa miongoni mwa wale ambao watakaokuwa wanahusiana swala hilo na kusaidiana katika hali moja ama nyingine. Masuala mbalimbali kwenye maisha yetu yanahitaji ushirikiano wa hali ya juu. Masuala mbalimbali katika maisha yetu yanahitaji watu kuwepo pamoja kupeana moyo na kuweza kusaidiana ili waweze kufika sehemu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutarajia sisi kufika katika mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Tuangalie mfano mdogo tu, tukiangalia katika suala la sala ambazo Allah subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia katika maisha yetu, unazikuta hizi sala kama mtu unasali peke yako, unaikuta sana inakuwa ni nzito, ni ngumu, lakini kama utasali kwenye jamaa, basi mara hiyo hiyo unaiona sana imekuwa ni nyepesi. Na ndio maana Allah subhanahu wa Ta'ala katuhusia, mnaposikia adhana hususan, eh, kwa wanaume waende wakasali miskitini kwani huko mnapata baraka zilizokuwa kubwa mnapata ujira uliokuwa mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapofanya mambo ya aina tofauti katika hali ya kwamba mko pamoja, ikawa ni kikundi cha watu kinafanya mambo yalikuwa mema, ama wanakaa wana, wana, wana pamoja na kuweza, e, kusaidiana katika kufanya mema, basi mambo yayo yanakuwa ni mepesi. Tunahitajika tutafute marafiki waliokuwa bora katika maisha yetu. Tunahitajika tutafute watu wenye walikuwa karibu na Allah subhanahu wataala, na kuwa na kuwafanya kuwa na marafiki zetu wa karibu, kwani hakika ya marafiki waliokuwa hawako karibu na Allah subhanahu wataala hawatoweza kutunufaisha sisi kuwa karibu na Allah subhanahu wataala. Hivyo tutafute watu ambao waliokuwa wema mbele ya Allah subhanahu wataala, na tutengeneze urafiki na wao ili tuweze kwa miongoni mwa wale ambao watawaswa bil haki watahusiana katika masuala ya haki, ikiwa kutafuta ilmu ya kuweza kuijua haki yenyewe ni ipi, ikiwa katika kutekeleza hizo haki zenyewe, kuweza kushikana mikono ni suala lilokuwa ni bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala na ametuusia tufanye ili tuweze kufanikiwa. Maana yake kwamba ikiwa una watu ambao walikuwa si sahihi kwenye maisha yao, basi watakufanya wewe ama watakushawishi wewe utekeleza mambo yanayokuwa si haki ya batil ya haramu kwenye maisha yako, na hivyo kwa kupelekea wewe kuwa miongoni mwa watakaoingia katika hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama tulivyosema ya kwamba Allah ameumba maisha haya hali ya kwamba yana mitihani aina ya mbalimbali kuanzia kuamka kwetu mpaka kulala kwetu, kuna mitihani aina mbalimbali. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema sharti nanne watawasu bis sabr basi hawa wakawa ni watu wenye kuhusiana wakawa ni watu ambao wenye kuambizana na kusaidiana katika suala la subra katika maisha yao. Subra ni suala lilokuwa kubwa kabisa katika maisha ya binadamu. Subra ndiyo mbegu ya mafanikio katika maisha ya binadamu hapa duniani na kesho asara. Bila subra hatuwezi kufanikiwa, ikiwa sisi tunahitaji kila kitu kija kwa haraka haraka kwenye maisha yetu basi bila shaka hatuwezi kufanikiwa katika hali yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kutokana ya kwamba uh, ya mambo ambayo tulikuwa tumetengenezewa katika maisha yetu, leo unamkuta mtu akitaka kitu kwenye maisha yake, basi huchukua simu yake na kukitafuta na kunapokioda ama kukiagizia katika wakati huo huo, unafuta ile levo yetu ya subra, eh, imeshuka katika hali iliyokuwa kubwa kabisa. Hivyo binadamu anapopata mtihani basi ma yani, ya ya ni mara moja huyo binadamu hupata madhara makubwa katika maisha yake, na badala ya yeye kuweza kuangalia jinsi gani ya kuweza kuwa na nidhamu ya kufuata yale ambayo Allah Subhanahu wa taala anamhitajia kufuata katika wakati ule, hali ya kwamba ni, ni mwenye kuangalia subra ambayo anahitajika awe nayo, badala yake huwa ni miongoni mwa wale ambao wenye kufanya mambo ambayo yako kinyume na utaratibu Allah Subhanahu wa taala alioweka.

kumwamini Allah vile anavyohitajika kumwamini katika maisha yako, na ukawa ni mwenye kuwa na imani iliyokuwa thabit. Kama utakuwa mwenye subra, utakuwa ni mwenye kuweza kutekeleza mema katika maisha yako. Kama utakuwa ni mwenye subra, utakuwa ni mwenye ni mwenye kuwa na watu karibu, watu ambao walikuwa wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kuweza kusimamia haki kwenye maisha yenu, kama mtakuwa mna subra kwenye maisha yenu kwa hiyo subra ni suala lilokuwa kubwa kuwa na linaingia katika kila eria ya maisha yetu na ni suala ambalo allah subhanahu wataala anasema kama mtakuwa hamko nalo basi mtakuwa ni wenye kukhasirika mbele ya allah subhanahu wataala kwa maana wenye kupata khasara mbele ya allah subhanahu wataala namwomba allah subhanahu wataala atujalie tuwe miongoni mwa wale wenye kuwa na imani na wenye kutenda mema katika maisha yetu na atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wenye